Siko hapa kwa ajili ya kusema wanaoua ni watu wazuri. Siko hapa kusema waliopiga watu risasi ni watu wazuri. Ninaomba nielewe vizuri nachomaanisha. Siko hapa kuwabalalisha kabisa watu wakiandamana wapigwe, so it is not Sipo hapa kusema kila kinachoendelea juu ya taifa la Tanzania ni kizuri, ama nje ya taifa ni kizuri. I'm not here to say anything is going is good. Nipo hapa kusema dhambi inatupeleka kwenye maisha hayo ya machafuko. I'm here to say that sin is ishi maisha mazuri ya kumpendeza Mungu. Tukiubiri ile kweli ya Mungu kweli kweli, watekaji wataokoka, wanaopiga risasi nao wataokoka. Huwezi kupiga mtu risasi kama uko na Yesu. Wezi kumpeka, so, so, mtu kaendo kamchinja kama uko na Yesu. So you can't do the wrong move. Wezi kumkamata mtu kamtia kwenye kiroba au kamtupa baharini kama uko na Yesu. If you have Jesus Christ. Haya yote ni kwa sababu injili imepotea. Oh, this is because na hao watu wako na makanisa wanakwenda, wako na misikiti wanaenda. And those people had the church. Usifikiri wamedondoka tu duniani, wakatokea tu kuzimu wakaja, wakaja tu duniani, wamezaliwa kwenye madhehebu so, ila ni kwamba viongozi wa madhehebu hawahubiri kweli ya Mungu. Ninashukuru sana baadhi ya misikiti, But I after inajitahidi kuhubiri sana habari ya Mungu try to the hipo msikiti, iwapo mashia ambao ukiwakuta wanahubiri wanalenga sana kuhubiri habari ya, ya Mungu, they are preaching the gospel of God. Wapo kabisa mashehe ambao kimuona shehe anahubiri kabisa mosque leader they preach, lakini kuna mahali ambapo kienda, but there is a place chopo ke magari so come to chopo ke chopo ke come to receive kazi, to receive words. Ninaonyeshwa hapa wewe unarogwa sana bibi yako so God seen, Hini, me you Tumebadilisha injili, imekuwa kama, imekuwa kama sehemu ya mavuno kama tunataka hela. We have changed the gospel. Hawa watu wakitoka hapo wanavaa roho za kinyama dhambi. So, yoyote ni dhambi, dhambi ya huwaji na dhambi ya ukahaba, dhambi ya uongo na dhambi ya wizi, zote ni dhambi zinapeleka sin. Kama uko hapa unanisikia asubuhi, usimwache Yesu kwenye maisha yako, don't leave Jesus Christ in your life. Usimwache Yesu kwenye maisha yako, don't leave Jesus Christ in your life. Usimwache Yesu kwenye maisha yako, don't leave